Julius Ogamba amewataka wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma kusitisha mgomo wao na kurejea kazini akisisitiza kuwa matakwa yao yanashughulikiwa huku baadhi yakiwa yametekelezwa tayari. Wahadhiri wamekuwa kwenye mgomo kwa majuma matatu sasa huku shughuli za masomo zikitatizika kwenye vyuo vikuu. Kwa muda sasa, wahadhiri wa vyuo vikuu nchini wamekuwa wakiendeleza migomo kutetea maslahi yao, mgomo wa hivi punde ukiendelea kwa wiki tatu sasa. <tipos> waziri wa elimu Julius Migos anawataka wahadhiri hawa kurejea kazini tarehe sita mwezi Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano kwani matakwa yao yameshughulikiwa na wizara na serikali ya kitaifa. The substantive negotiations for the 2025-2029 CBA cycle are therefore expected to resume from the 6th of October 2025. Hii ikiwa ni mara ya pili tangia mgomo huu wa wahadhiri kuanza, ambapo waziri Migos anawataka wahadhiri kurejea kazini, akidai kuwa matakwa yao yameshughulikiwa, jambo ambalo halikutendeka, kwani wahadhiri walishikilia kuwa bado matakwa yao yote hayajashughulikiwa na watarejea kazini wakati ambapo matakwa yao yatatekelezwa we'll na hayo waziri ameweka bayana kwa wanachama wa UWASU na vyama vingine vilivyoko kwenye mgomo. Wamekubaliana kufanya mazungumzo kuhusu matakwa yao na jinsi yatashughulikiwa. The 2025-2029 CBA are currently at the preparatory stage. SRC has already issued the negotiating beacons that those are the parameters required to guide the negotiations between the universities and staff unions. Although WASU did not attend the initial meetings, they have indicated their readiness to participate once the beacons are provided by SRC as stipulated in their letter of 16th of September 2025. Kudea, on the other hand, have confirmed and have complied with the court order and are ready to proceed with the talks in earnest. Mapema wiki hii Waziri Migos alifika mbele ya kamati ya Seneti kuhusu elimu ili kueleza mustakabali wa elimu nchini na kueleza ni kwa nini wahadhiri wameendelea na mgomo huo. governance

Kilichosalia sasa ni kuona iwapo wahadhiri watarejea wa kazini au watazidi kugoma na kulemaza shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma nchini. Mary Kyallo, <mulia> makala ya elimu na Undugu.